Kundi linalodaiwa kuwa la waumini wa kanisa Katoliki linalokadiriwa kufikia watu 100 leo Januari 5 mwaka 2026 limefika katika ubalozi wa Vatikani nchini Tanzania na kuwasilisha barua ya malalamiko dhidi ya viongozi wawili wakuu wa waku kanisa hilo malalamiko hayo yanayowahusu Askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam Kardinali Judi Tadeusi Ruaichi pamoja na katibu mkuu wa Baraza la Maskofu Katoliki Tanzania TEC Padri Dr Charles Kitima. Hatua hiyo imechukuliwa kufuatia kutoridhishwa kwa waumini hao na mahubiri yaliyotolewa na Kardinali Ruaichi wakati wa misa ya Krismas disemba 25 mwaka 2025. Wanadai mahubiri hayo yalitumia lugha ya ukali, vitisho na hukumu badala ya ujumbe wa faraja, upendo na mafundisho ya wa kichungaji. Waumini hao pia wanadai kuwa mimbari iliyotumiwa kuwakosoa waumini waliwasilisha hoja zao awali kwa ubalozi wa Vatican, jambo wanalolisema linakiuka misingi ya uongozi wa kichungaji na heshima ya waumini ndani ya kanisa. Aidha, malalamiko hayo yanamgusa pia padri Dr. Charles Kitima ambaye kundi hilo linamtuhumu kwa kujihusisha na masuala ya kisiasa, hatua anayodai haikubaliki kwa mujibu, hatua hatua ambayo haikubaliki kwa mujibu wa misingi ya utumishi wa kanisa.